Endo ya Kaundi yeah. so so this is uh, uh, the heart the heart of the banana Thank you. This is the heart of the banana in fact we call it the banana, the banana flower yeah. but uh, it's one of the most important uh, uh, uh, uh, when it comes to medicinal values Nimesukumwa, nimekuwa na msukumo ya kuunda hii video kwa sababu ya our sisters au young ladies, wasichana young wa, wetu wa dada zetu, kwa sababu hii ni naweza kuwaelekeza ili kuwa wana, wana, wana, wanaanza kuitumia inapo katakatwa vizuri, kunachinja kama, kama cabbage uh, ni mzuri ya kutumia wakati wa hedhi kupunguza yale maumivu ya hedhi, menstrual cramps, menstrual cramps. So when you have your periods and uh, unakata vipande vidogo vidogo, unaweza chemsha maji, unaweza kula ikiwa raw, lakini ukichemsha maji unatengeneza kama chai, nayo kama ile chai ya turungi, ile naitanga kama Strong tea. This is one of the best uh, in fact imetumika miaka mingi uh, kwa na babu na babu zetu, our our forefathers and whatever, imetumika kwa makabila mengi. Ukiingia kama kwa Kikuyu, Kikuyu there medicine unapata, walikuwa wanatumia Wakamba na wale wengine kitambo, ianze kutumika kama kifuniko cha uh, ya zile jerican So this is one of the best medicine for menstrual cramps and uh, when we go further unapata ni mzuri na regulate blood sugar level in our bodies. Na tena kwa wanaume ni mzuri sana, kwa sababu inatumika kwa hali ya kulegulate ama kustabilize testosterone katika uh, ama kwa prostate uh, glands. Kwa hivyo <coughs> hii ni dawa ya muhimu sana na iko na iko na kama potassium iko na zinc, na karibu niseme uranium iko na, <coughs> na madini mengi sana ya ajabu ambayo yanahitajika katika miili yetu. Kwa hivyo let us use this na sisemi hivyo watu waanze ku it beads sasa it, it tuanze kupanda ndizi kwa wingi tunapoelekeza hii eh, haya maarifa kwa ndugu zetu dada na pia wanaume. Kwa hivyo itaweza kuwasaidia sana, nimesema kwa menstrual cramps and uh, prostate glands. kwa hivyo haziongezeki they don't hazifuri tena. Kwa hivyo hiyo ni njia ya kuepa prostate cancer. Watu wabarikiwe sana.